Dada Teresia, karibu sana. Asante sana, naitwa Dada Teresia, natokea Chalika. Okay. Nilikuwa napenda sana kukufuatilia kwenye vipindi vyako okay. Juzi nika nimeshika simu kubwa katika okay. Kusachi nikakutana habari zako. uh -huh. Nikasema hata kuja nichukua inamba. mm -hmm. Nipige. mm -hmm. Kiukweli nimepiga, nimepokelewa mm -hmm. vizuri kwenye simu ambayo, wow, nipa maelekezo mpaka mm -hmm. kufika hapa. Okay. Pia tumefika hapa tumepokewa vizuri, tunashukuru. Wow. Eh, nashukuru sana wadada, patipokea vizuri, waa maelekezo vizuri. wow. Tunaishi vizuri, nyumba nzuri, tuna-tunaenjoy sawa. Dada Teresia, karibu sana. Asante. Okay, kwa hiyo nini kimekufanya ukaja Wadada Center? Kilichonileta hapa lingana mm. na, na mtoto wangu ambaye amefaulu. Okay. Kwa hiyo nahitaji kumwendeleza kielimu zaidi. Amefaulu, ah, eh. mnini, atakwenda 5 na 6. Ameshamaiza ah, form four. Wow. Alikuwa anasoma wapi? Pale ya Ukonga. Aye. Kuna. Okay, ni shule ya serikali? Aye. Ni ya mtu binafsi okay, amepangiwa wapi au anaendelea pale pale? Uh, five na six. Eh. Kwa hiyo hicho ndo kikakuamsha. Ah, nikasema hapana. Eh. Siwezi kumwacha mwanangu nyuma. Ndiyo. Ya kuniinuka, mama niinuke, nimpambanie mtoto wangu. Sawa kabisa. Kasema kuja niende. Sawa sawa. Nimefika hapa na shukuru. Mm. Mzazi mwenzako yuko wapi? Baba yake. Mzazi mwenzangu tuliachana. Ah, mliachana. Sawa e, kuachana mm. Ah, hakuna mm -hmm. neno. Ni je, anashiriki kwenye, anashirikiana? ni wewe peke yako? kwao alikuachia toka mtoto mm. akiwa mdogo. Hizo e, ni changamoto za wanawake Ndiyo. wengi Ndiyo. wengi sana Dada Teresia, wala usikate tamaa, haujui kwa nini Mungu ameruhusu hicho kitu ikatokea, lakini wewe kama mama kwa, kwa kuwa uko hai Mungu amekupa uzima na umeweza kumpambania mtoto ametoka mdogo mpaka form four saa hivi amefikia. Huwezi kushindwa kumwendeleza hiyo e, 5 na 6 na Mungu akijalia apate chuo na apate mkopo wa serikali asome vizuri, baadaye anakuja kukufaa mtoto wako yeah. Kwa hiyo ongera sana kwa kuwa mama mpambanaji <laughs> superwoman. Asante. Yes, yani kuweza sio kazi ndogo, sio kazi rahisi, ni kazi ngumu, lakini wanawake wengi wamesimama imara na wanapambania watoto wao mm. na wako leo viongozi wengi walisomeshwa na no mama zao, sijui unanielewa. Leo hii kuna watu wengi sana hata wao wanaume wao wenyewe walisomeshwa na mama tu mm. na mama alikuwa anauza mboga mboga, mama alikuwa anakaanga chapati, mama alikuwa anafanya hizi hizi shughuli ambazo wanazidharau mm. Lakini hizo hizo, hizo ndo zimewapeleka mpaka vyuo vikuu, na leo hii wana makazi makubwa, wana mabiashara makubwa mm. Si unaelewa. Kwa hiyo hivi vitu vimekuwepo, unapokutana na hiyo changamoto hukati tamaa, unatakiwa usonge mbele, kama usimame kama hivyo ulivyoona fursa iko kule Wadada Center ni niende. Nihakikishe ni mwanangu anafikia malengo yako. Kwa hiyo Dada Teresia mimi nakupongeza. Mm. Kama nilivyotangulia kusema, yani Mungu akishakupa akili, akishakupa ah. nguvu wale watu ambao wanakukutanisha nao hakikisha siku zote unawahudumia vizuri Utapata kazi ukienda kule kazini, usijione kama mi ni mama, mi ni dada mkubwa, dada mtu mzima, kwa, kwa nini nitumwe hizi kazi? Naomba Mungu kwanza nipatanishwe na mtu ambaye ipo sahihi, ndio maisha yangu mm -hmm. na pia natamani yani ni n nikipata bosi nimfurahishe Umeona, eh? Umeona, eh? Na hiyo ndio siri ya mafanikio. Uko e, kuswala kupika nini? Mm. Niko vizuri, niko vizuri. Yeah. Mm. Ane, wali wa nazi, wali wa mafuta, samaki wa nazi, pilau, pilau, biriani. hapo hapo nilijua tu wengi huwa wanakwama kwenye biriani <laughs> lakini ni kitu kinachoweza ku-, yani, ni kitu ambacho ukiamua unajifunza. Nafikiri Watanzania wengi kwenye hizi jamii zetu sio chakula kinacholiwa sana mm. Kingekuwa ni chakula kinaliwa sana mm. Wadada wengi wangekuwa wanajua. Kwa nini wengi wanajua kupika pilau na hivyo vitu vingine waliwanazi waliwa kawaida kwa sababu ndio vyakula vya kila siku, ay, siku. Ay, ay, siku. Ay, lakini ukipata bosi ambaye anasema anapenda biriani, mbona walimu wa, wa wapo wamejaa kibao yaani yani, mpishi mm, yoyote ukimwelekeza kitu kikubwa tu. mm. Umemaliza. Basi dada Teresia, karibu nimependa energy yako, yani kwa kweli, hata ningekuwa ni bosi niko huko natazama, ningesema wewe dada, namtamani kwa sababu yani una energy inayoonyesha kwamba kweli umejiandaa na uko tayari, na tayari kwenda kupambana na unajua kabisa kwamba nataka nikamfurahishe bosi wangu. Wadada wengi hawana hicho kitu, wadada wengi hawana hiyo kwamba nataka nimfurahishe bosi wangu, na sijui ni kwa nini, lakini wako radhi kichwani kwao, wanataka amfurahishe mwanaume tumeelewa hivyo ndio malezi. Jee, na makuzi ni ndio athari ya malezi na makuzi tuliyopata. Mwa, n yani mwanamke bila kumfundisha, bila kumwambia Mwa, akiona mwanaume ambaye kidogo labda anampa mpa visenti senti atafanya juhudi za kumfurahisha. Ndio maana siku hizi wanaendaga mbali mpaka hata kuingiliwa kinyume na maumbile. Hiyo yote ni katika kumfurahisha mwanaume, bila kufikiria yeye anaathirika kisaikolojia, kiafya hilo ni tendo baya lililolaniwa lilo na vitabu vya Mwenyezi Mungu, lakini mtu kwa sababu anataka amfurahishe mwanaume yule anayempa tu senti ya hapa na pale yuko tayari kujisacrifice. Lakini ndio hicho nachosema, sasa hivi wanawake turudi huku kwenye kuwafurahisha mabosi wetu, na huendi kumfurahisha kwa kutoa utu wako, unamfurahisha kwa kumfanyia kazi zake vizuri kama ni kupika upike vizuri, usafi ufanye vizuri, bosi atakulipa utapata hela. Yani utaka upate shida za hela? Hicho ndio ninachowafundisha wadada wote wanaopita hapa, lakini ndio hivyo kuna asilimia wanaelewa, wengine ndio hivyo changamoto, kwa sababu ya malezi na makuzi tulionayo. Kwa dada ya Teresia, nimependa sana uh, kuanzia historia yako ni mama mpambanaji, ukuja kumpambania kijana wako wa kike wa kiume wa kiume wa kiume ehe, kuja kumpambania wakisha nasoma vizuri, lakini nawe mwenyewe pia ujitunze kama mwanamke kama mama, si ndio? Huwezi mm, kuishi maisha tu ya ku ya kuombaomba, hata ndugu atakuchoka, si ndio? Lakini ukiwa na kipato chako atakuheshimu. Eh, kwa hiyo karibu sana, karibu sana.